Raia watatu wa Uchina wanazuiliwa na polisi eneo la Shinyalu kwa tuhuma za ubakaji wa mtoto aliye na umri wa miaka kumi na mitatu eneo la Eregi, kaunti ya Kakamega. Familia ya mtoto huyo inasema kwamba mwana wao alidhulumiwa na raia wa Uchina anayeendesha shughuli za kuchimba madini ya dhahabu eneo hilo. Mshukiwa wa kitendo hicho cha unyama anadaiwa kutoroka baada ya kumbaka mtoto huyo wa gredi ya saba. Wakazi waliwakamata na kuwasilishwa, kuwasilishwa kwa polisi raia watatu wa Uchina, huku mtoto akipelekwa katika hospitali ya Iguhu kwa uchunguzi wa kimatibabu. OCPD wa Shinyalu Daniel Mukumbu anasema kwamba mshukiwa mkuu bado hajakamatwa. Lakini ni uzuni ya kwamba tumepata wageni vile mwenzangu amesema, badala ya mgeni akikuja mahali mwenyeji afurahie, kumbe mgeni akikuja mwenyeji analia. Hawa wageni wetu ndio wa China wamedhulumu watoto. Mimi kama mama ninasikia uchungu sana na sio mtoto mmoja. Ninaomba serikali teremuke chini, wafanye investigation. Watoto ni wengi wametumika, na wameachwa magonjwa, mimba, na vitu zote zenye zinaweza wachwa. Enyewe wakaniambia mtoto inafaa enda apimwe hospitali, mtoto akaenda akapimwa, akapatikana enyewe ame, amedhurumiwa, tuka tukatoka huko, tukarudi police station, tukaandikisha statement. Na hiyo statement venye tuliandikisha mimi tu, tu kuona hiyo statement penye ilipelekwa ilibaki, tuko police station hapo. Na hapo wakaambia watu wakuje, wakaambia wa Chinese wakuje. Sasa sijui venye waliambia ma Chinese, niliona tu kidogo pesa zimepewa watu hapo, wameanza kuninia hapo tu kwa dakika tu, na hiyo kitu ikasimama tu hapo hivyo mtoto akasema yenyewe mchinesi alimchukua, na huyo mchinesi anaitwa Susura na Susura mwenyewe ayuko kwa machinisi wenye wako kwa jera. Kabla tuende kwa Kameka, tulienda kuchukua machinisi kwa sababu tuliona kama watesa he, hepa. Tukashika machinisi waine, mmoja akatoroka. Tukaangalia kwa simu ya OCS kwa sababu mtu alikuwa amemtumia mapicha ya machinisi wote, tukapata yule mwenye alikuwa analala na huyo mtoto. Huyo chinisi amehepa. Kuna mwenye alikuwa amemwepe